Kahukumiwa janani miaka mitano. That is democracy, that is what we are talking of eh? Well, democracy. Alikuwa nini? Alikuwa raisi wa Ufaransa. Uh, kahukumiwa miaka mitano jela, sio jela ya nje. Ah, ah, jela hasa, jela sio uh. Jela? Sio house arrest? no Um, watu sijui kama wanaelewa ni kubwa, yani ana, anaenda jela kabisa, yani haende ha ha ha kupetiwa petiwa ehe, no, no haya maneno niliyapiga makelele hmm. Miaka mitatu mine iliyopita lazima mwamke museme enough is enough, ikiwa hamjasema enough is enough. Ha, na hamtopata hamto chochote hamtopewa hamto, hamto biriani kwenye silver plate and golden spoon, lazima damu imwagike Selander Bridge. Niasema, nimeyasema na nitayasema bado, na nitazidi kuyasema haya maandamano, ambayo mtayoyafanya siku ya uchaguzi, it will be the history, it will be the opening of freedom. Wao wanajua wao wanajua, hivi sasa hivi huu muungano una chezacheza cheza, sasa na wanajua mkiandamana huko Tanganyika bara, mkasema tunataka Tanganyika yenu Wazanzibari, na huku wanashika kamba zao wanakata zile kamba za majahazi yao. Hawanajua hayo wana wanajua hayo, kwani hawajui? Wanajua hayo, na ndo hiyo ambayo inawataabisha. Hii kuwekwa huyu Samia Kizimkazi pale kwa raisi ni kudumisha na kufunga ule muungano zaidi. Kwa unaona bwana, tuna demokrasi bwana, hata mzanzibari sasa kawa rais wa, wa Tanzania, that is the meaning. Hiyo ndo maana ya kuwa huyu bibi wa kesi mkazi kawekwa pale kwa rais, kuonesha huu muungano ni muungano wa maana, muungano wa ku, waku, kufikiriwa, muungano wa waku, kufarajika kwa, hata baada ya miaka sitini, basi tumemweka saa Mzanzibari kwa yeye ni rais wa Tanzania ili huu muungano ushikamane zaidi. That is the meaning. Katika siku nyingi ambazo nilikuwa sipo, nilikuwa ninazungumza na watu na, na, na wanasiasa wengine ambao siwa Tanzania wanaambia uh, yes they want to see huu uh, muungano unaendelea, lakini wanaona kuwa huu muungano unatetemekatetemeka una, una, una, una, una dinda-dinda kidogo Maanake Watanganyika sasa hivi wameamka, maanake Watanganyika wamesema nao, hatutaki tena, tumechoka. Kama alivyosema Nyerere, tumechoka na hivi visiwa vya Zanzibar, nikivyemta vituplia baharini. Bas, basi sasa hivi, Nyerere, amka, toka kwenye toka kwenye kwenye kaburi uende ukavitupe kabisa. Waache watanganyika waji, waji, wajiangalie wa wenyewe waangalau wa, wawe na bela yao. Sasa hii bibi kizi mkazi kukaa pale ni kuimarisha ule muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao hauto, hauto, hauleti faida hauleti manufaa yoyote na unaleta udini na unaleta ukabila ambao sio yule Nyerere alivyokuwa akitathmini aki, aki, aki kwa utakuja, kakosea Samia, kakosea Samia, kakosea baada ya kupata urahisi kuleta mambo ya kidini kuleta mambo ya, ki ya, ya, ya, ya, ya kibara na huyu maiba kaaikiwa angalifanya kama yule Ali Hassan Mwinyi ambaye si Mzanzibari, alikuwa yule wa kuchovya tu, yule wa kuchovya kazaliwa Mkuranga, angalao ingalikuwa kidogo, ingalileta ingalileta rangi ya ya, ya, ya, ya, ingali yule kaletwa kutoka Mkuranga, kaletwa mpaka Zanzibar, tukamlea sisi. Kwa hivyo hatujasema kuwa yee Mzanzibari. Ali Hassan Mwinyi ndo kapata urais, lakini hivi sasa Mzanzibari hasa kawa rais wa Tanzania, na hii chokochoko alioleta na chuki na kupotea watu na nini, ime imekosesha raha watu wa bara ambao hivi saifu wa bara wanaona kwa Wazanzibari wanawatesa. Sasa muungano huu wa Zanzibar na Tanganyika hauko salama, hilo la kwanza. Kidini haiko salama, la pili. Ok, katoa ni mashehe, je, kule, kule wapi? Jela wa, wa, kina Faridi na nani? okay. why, why not ambao wengine wa, wa, wa, sijui wamehukumiwa kuuliwa sijui nini, lakini why do you interfere hii Catholic mission na nina, na, na kufunga makanisa kwa jima nayo, why do you interfere that, why what is the reason? Kwa nini utekaji wale watu waliootumia kuwateka why? Why? Mi nataka kujua tu kwa nini. Nimeuliza kwenye masuala mengi, katika katika watu niliokuwa mmekutana nao huko katika vibaraza vi, vi, vi, niliokuwa navyo, kwa nini sioni sababu yoyote ya kuwa Samia Suluhu kafunga le kanisa la Kwajima? Sioni sababu yoyote ya kuwa Samia Suluhu kaanza kuikriticise dini ya Kikristo sio kul lakini kulete ile mchafuko ya kidini katika, uh, katika hii Tanzania. Hawa mashehe ubwabwa wanaopigapiga makelele kumsifu kuwa, tunamwambia rais rais msanda mwenye chande magandi na Samia ule. Leo tumeona yule, si ndugu yake kafariki leo ndugu yake Husaini Mwinyi si sikafariki leo. Ule ni mtihani wa Mwenyezi Mungu, si, si furahi kwa Abasi kafariki nono Ek. Tumesema kila mtu ataonja mauti kimeogwa kwenye Qurani, lakini ile anapoa mtihani tu kwa hata wewe utaonja mauti leo. Ndugu yake kafa hivi hivi, asubuhi mapema anaambwa, bwana bwanae, Firauni tumemtoa itakuwa wewe, lakini wewe hatutokutoa tutamtoa, tuta huyu ndugu yako tu, sikampa nini, kampa sijuu nini, uwakilishi, sijuu alikuwa mwakilishi wa, wa, wa, wa nini sijuu Sio, kamtoa mwenyezimu, kaambia bwana haya, namtoa huyo, nakuonesha kwa mimi ndo mfalme wa dunia, sio wewe, sio wewe. Hussein Mwinyi, Hussein Mwinyi, you are nothing. Mimi ndo mfalme na mimi ndo na decide. kwa hivyo, tusifikiri kwa Samia Suluhu we ndo mfalme tusifikiri kuwa Hussein Ali Hassan Mwinyi we ndo mfalme. Mfalme mwenyewe ni Mwenyezi Mungu kama alivyosema Abdul Karim, iko siku wao wenyewe watasema yes, tuna surrender, na haiko mbali, haiko mbali naiona, the sun is rising The sign of freedom, the sun of freedom of Tanzania is rising. Ndugu zangu Watanganyika piganeni. Ndisema mara nyingi minyororo mkajifungie pale Salenda Bridge. Mara nyingi sana. Watai, watai kata minyororo mingapi? Nikasema azimio la Dodoma kila mkoa waanze, mesema mezungumza mara nyingi. Without that tutakuwa kama kondoo kwenye shina la kondoo, tunapelekwa puta tu, lakini kuna mtu mmoja ambaye akaonyesha kuwa A real politician, he is a hero. Na ni Tundu Lissu ambaye kakuonyesheni sasa hivi, ikiwa hamja ikiwa hamjasoma ikiwa hamja, ha, hamja, manake ikiwa hamjafikiri mkasema yes tumfate huyu jamaa tumfate huyu mtoto tumfate huyu mwanasiasa, basi sijui mtasoma nini au sijui mnataka lecturer gani kutoka kutoka university gani aje kusomesheni? Kwa Tanzania mnahitaji mwanasiasa na kisha kwambia, kisha sema, kisha kwambia, bwana, mimi sitaki kusamehewa, nataka nionyeshe kuwa mimi sijafanya kitu na mimi simhaini. Simple like that, very clear, loud and clear, kwambia sasa ikiwa yeye kasema loud and clear kwa yeye simhaini, nyie mnagoja nini? I say I'm very proud of you Tanganyikans I am very proud of you Tanganyikans, na nakuombeni kila la heri na mimi hayo nafanya nafanya mambo mazuri madogo na mimi na kidogo kidogo, lakini siwezi kuyasema manake wao wanayajua, kwa ndo maana wakaiheki Twitter yangu wakanifanya hivi, nikafungua Twitter nyingine wakai